Najua mimi sio mtu wa kwanza kulitamka neno pesa mbele yako, lakini nina uhakika nitakuwa wa kwanza na mwisho nitakayekuonyesha kuwa kuna tofauti kati ya kutafuta pesa na kutengeneza pesa. <laughs> Yes, umenisikia vizuri sana. Nimegundua kuwa kosa kubwa unaolifanya kila siku ni kutumia muda wako mwingi kutafuta pesa kuliko kutengeneza pesa. Sio vibaya, ni vizuri sana. Najua hatuwezi kuupinga ukweli kuwa maisha hayawezi kwenda bila pesa, na ndio uhalisia huo. Lakini kama ni kweli, kwa nini wapo wanaozipata kwa urahisi na wapo wanaozikosa? Kuna nini wanachokijua watu waliofanikiwa zaidi ambacho wewe haukijui? Naelewa fika kwamba safari yako kuzitafuta imekuwa ni ya kila siku. Basi naomba siku ya leo usienda kuzitafuta kabla haujajua ni nini unachokitafuta. Natamani sana nikutoe kwenye huu mtego wa kutafuta pesa <laughs> najua ni vigumu, lakini situacha kujaribu. Niruhusu nikuulize swali. Hivi kwa mfano, ungekuwa unataka asali, kipi ni bora kuingia porini kukamata nyuki na kisha ukawaweke kwenye mizinga au kutengeneza bustani nzuri ili wakufuate wenyewe. Hii ndio tofauti kubwa ambayo nataka uijue kiundani leo. Sizungumzii kuhusu nyuki eh? <laughs> kuna mstari mwembamba sana unaotenganisha watu hawa wawili yaani, anayetumia nguvu kila siku kuzitafuta pesa popote zilipo, na aliyetengeneza mazingira mazuri ili zije zenyewe kutoka kokote ziliko. Tukirudi kwenye mfano wetu, ukitengeneza bustani nzuri ukaitunza vizuri, maana yake nyuki watakuja wenyewe na wakikuta ulishaweka mizinga basi ndo itakuwa maskani yao. Sasa chukulia nyuki ndio hiyo pesa unayoitafuta kila siku. Vipi kama ukiamua leo hii kuitengenezea mazingira mazuri, ili badala ya kwenda kuitafuta wewe, basi ikufuate ulipo, alafu ikutane na haja zote za moyo wako? Najua unaweza usinielewe kwa sasa, lakini usijali, nipo hapa kukuelewesha. Kabla sijakwambia ni mazingira gani mazuri unayopaswa kuyatengeneza ili pesa ikufuate, naomba kwanza nikufunulie mambo ya siri ambayo huyafahamu kuhusu pesa. Haya ndiyo yamekuwa msingi wa ya watu wengi ambao wana mafanikio duniani. Nisikilize hii siri nakupa, ukitaka kufanikiwa unapaswa kuelewa kuwa kutafuta pesa na kutengeneza pesa ni vitu viwili tofauti. Unapoitafuta pesa, maana yake unaiambia pesa pesa na kutaka pesa, ina shida na wewe. Ni kweli, kila mtu ana shida na pesa, si ndio? Lakini kutengeneza pesa, maana yake unaelewa pesa inataka nini. Kwa hiyo unafanya vitu ambavyo vitaivuta pesa ije, badala ya wewe kuvutwa na pesa. Acha nikupe mfano. Unadhani ni kwa nini simu za iPhone zimetokea kupendwa na watu wengi duniani? Kwani kuna tofauti gani na simu zingine eh? kupiga kupokea mitandao ya kijamii , vyote ni vile vile tu. Watu wananunua kwa sababu iPhone ni brand kubwa, na hapo ndipo kampuni ya Apple ilipowaweza watu wengi, kwa sababu wameelewa pesa iko wapi. Kwa hiyo hawakuitafuta, bali wameita lakini turudi hapo mtaani kwenu, kuna biashara uliwahi kuifanya kwa sababu tu uliambiwa, ebwana hii biashara inalipa. Kwa hiyo ukatafuta mtaji ukaianza, lakini safari yako ikawa fupi sana. Unagundua kuwa biashara hiyo kwako kwa ina buma, lakini kwa wengine inafanya vizuri. Gee, nikwambie ukweli, hii inamaanisha ulianzisha hiyo biashara kwa sababu ya pesa. Yes, of course, inaingia akilini. Kwani si tunafanya biashara ili kupata pesa? Ndio. Lakini kufanya biashara au kazi yoyote kwa sababu umesikia inalipa au kwa sababu umesikia uh, kuna pesa, maana yake ni kwamba umeamua kuwa mtumwa wa pesa. Na ndio maana leo hii hata mtu akipigiwa simu akaambiwa kuna kazi mkoa mwingine ataenda kwa sababu pesa ndo amekuwa bosi wake. Uh, kitu ambacho nataka ukifahamu ni kwamba thamani ya pesa haipo kwenye sarafu wala noti tunazozitamani kuwa nazo kila siku, na ndio maana zipo nyingi sana kwenye benki kuu zote duniani, lakini hazina thamani mpaka pale zinapoingia kwenye mzunguko. Sasa kwa nini uwe mtumwa wa kitu ambacho hakina thamani mpaka kinapoingia kwenye... kwa nini usitengeneze mfumo utakaoifanya pesa iingie kwenye mzunguko wako, na kisha ikupe thamani itakayobadilisha maisha yako. Namaanisha, jifunze sana kuepuka kuifanyia kazi pesa, acha kuwa mtumwa wa pesa. Well, sikulaumu na wala simlaumu yoyote, kwa sababu naelewa hasa, kwa sisi wa Afrika, tayari tumejikuta ndani ya mfumo unaotaka tuifanyie kazi pesa. Yaani, nauita mfumo wa asiyefanya kazi na asili, na ndiyo maana kelele za ajira hakuna ni nyingi sana kwa mataifa ya Afrika kwa sababu kila mmoja anaamini njia kuu ya kupata pesa ni kupitia mshahara. Mshahara ambao unatumia muda wako nguvu zako ili kutimiza ndoto za watu wengine, yani ndoto za mtu anayekupa mshahara. Na ndiyo maana kwa sisi tuliopewa jina la <laughs> wanaoishi chini ya dola moja kwa siku ni ngumu sana kutimiza malengo yetu binafsi kutokana na mshahara peke yake, kwa sababu mshahara ndio kipato chetu kikuu, kinalipa bili zetu, mahitaji yetu yote ya kila siku, lakini hakisaidii kuyafikia malengo yetu. Sina maana kwamba kupokea mshahara ni jambo baya, la hasha. Najua kuna watu wamejenga, kuna watu <clears throat> wanalisha familia zao, kuna watu wanafanya mambo yao mengi kutokana na mshahara. Lakini kama utaufanya mshahara kuwa ndio msingi mkuu na pekee wa kupata pesa, basi sidhani kama itakuwa njia rafiki, hasa kama unataka kutimiza malengo yako kwenye maisha. Well, kabla sijakupa nondo nyingine <laughs> naomba nikupe fursa hii hapa na kukaribisha kwenye kundi letu ambalo ni mahususi kwa ajili ya kushea fursa mbalimbali ambazo umekuwa ukipishana nazo kila siku, labda ukujua kama unaweza kuzitumia kutengeneza pesa. Link ipo kwenye description ya video hii, pia nimepin kwenye comments hapo chini. Kujiunga ni bure, wala huhitaji kulipa chochote, na kuhakikishia kabla ya mwaka huu haujaisha lazima Mungu akusaidie uyatimize malengo yako. Wakati tunaendelea naomba nikurudishe zama za mawe na zama za chuma, yaani miaka mingi iliyopita. Zamani sana, kabla ya dhana ya pesa kuwepo, jamii zilitegemea mfumo wa kubadilishana bidhaa moja na bidhaa nyingine. Kwa mfano, mtu aliyekuwa na nafaka nyingi lakini alihitaji nguo alipaswa kumtafuta mtu aliyekuwa na nguo lakini anahitaji nafaka. Mfumo huu ulikuwa mzuri, lakini tatizo lilikuja pale ambapo watu hawakukubaliana juu ya thamani iliyopo kati ya bidhaa zao. Hebu piga picha mtu mwenye ng'ombe anataka kununua nafaka kutoka kwa mkulima. Kama ng'ombe wake ana thamani kubwa kuliko gunia moja la nafaka, maana yake anahitaji kupata gunia nyingi ili kufidia thamani ya mnyama wake. Kwa maana yake ni kwamba mkulima atapoteza magunia mengi kwa ng'ombe mmoja. Sasa hili lisababisha matatizo makubwa, kwani mara nyingi haikuwa rahisi kwanza kumpata mtu anayehitaji bidhaa ulionayo na pia wewe unayo bidhaa anayohitaji yeye kwa wakati huu Kadri jamii zilivyopanuka biashara ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa ikawa ngumu zaidi. Watu walianza kutafuta njia mbadala eh, ili waweke thamani katika mali zao. Ndipo walianza kutumia vitu ambavyo viliheshimiwa na kukubalika na jamii kwa ujumla kama njia ya kubadilishana bidhaa na huduma zao. Sasa kwa mfano, katika baadhi ya ndio maana wengine pia walitumia dhahabu na fedha, kwa maana ya silva, ambazo ziliibuka kuwa na thamani kubwa kila mahali. Kwa hiyo ndio zikawa msingi wa kubadilishana bidhaa, yaani ndo zikawa pesa zenyewe hizo. Lakini kutokana na uzito wa haya madini, ilikuwa ni ngumu kuyabeba, hasa pale ambapo biashara kubwa ilikuwa inafanyika. Hii ilisababisha kuanza kwa maboresho ya mfumo huu wa malipo yaani, badala ya kutumia dhahabu au fedha kwa maana ya silver kwa mwonekano wake wa asili, ilibidi kuyaanza kuyayeyusha madini haya na kuyatengeneza kuwa vipande vidogo vidogo, na huu ndio ulikuwa mwanzo wa sarafu. Sarafu ambazo zilifanya biashara kuwa rahisi zaidi kwa sababu watu wengi waliweza kufanya biashara kwa uhakika zaidi, wakijua kwamba sarafu walizopokea zilikuwa na thamani sawa na bidhaa walizouza na bidhaa walizonunua. Lakini kadri siku zilivyozidi kusonga, palihitajika mbadala wa sarafu za dhahabu na fedha kwa ma, uh, kwa mara nyingine biashara zilivyozidi kukua, zilihitaji kiasi kikubwa cha sarafu ambazo pia zilileta usumbufu wa kuzibeba kutokana na uzito wake. Kwa hiyo pesa za karatasi zilianza kutumiwa kama njia kuu ya biashara. Stori ni ndefu ila tuikatie hapa. Lengo la mimi kukurudisha miaka hiyo nyuma si kukuonyesha historia, hapana. Nilitaka kukuonyesha njia ya kwanza na ya msingi ambayo unatakiwa kuitumia kutengeneza pesa kuanzia sasa hivi. Ili kutengeneza pesa, usitafute pesa, tafuta changamoto. Watu wa zamani walikuja kugundua vitu vyenye thamani kama chumvi, dhahabu, fedha, kwa maana ya silva, ili kuvitumia kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya kubadilishana bidhaa lengo lao haikuwa kutafuta hivyo vitu ambavyo kwa sasa tungeviita pesa. Lengo lao lilikuwa ni kutatua changamoto walizokuwa wanakutana nazo kwenye biashara zao, na ndo hapo zilipoanza kuibuka jamii tajiri ambayo zilimiliki dhahabu, zilimiliki chumvi, zilimiliki fedha na hata mazao ambayo yalikuwa yanatokana na wanyama. Sasa swali la kujiuliza hapa ni kama vitu hivi vilikuwepo tangu mwanzo yani, madini yalikuwepo, ngozi za wanyama zilikuwepo na vitu vyote walivyovitumia kwa kubadilishana vilikuwepo. Maana yake ni kwamba, kwa nini vilipanda thamani baada ya changamoto za kubadilishana bidhaa kuibuka yaani, kwa nini vitu hivi vilianza kuonekana vina thamani? Kwa nini dhahabu ilianza kuwa na thamani baada ya changamoto hizi za kubadilishana bidhaa kuibuka? Kwa nini watu waliitumia chumvi kama pesa eh, kama ndio kitu kikuu cha kubadilishana bidhaa, na wakati chumvi ilikuwepo tangu miaka mingi iliyopita wakati bado watu wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa. Maana yake ni kwamba unazo fursa nyingi sana zinakuzunguka, lakini huoni thamani yake kwa sasa, kwa hiyo unazipita kila siku, lakini kwa sababu hujaamua kushughulika na changamoto unazoziona, basi ni ngumu kutengeneza pesa. Well, <laughs> kalamu yangu inaishia hapa kwa leo, lakini hakikisha umesubscribe na kushare video hii kwa watu wote unaotamani wafanikiwe mwaka huu, lakini ningetamani pia ambie kupitia comments wewe unatafuta pesa au unatengeneza pesa? Pia usisahau kujiunga pamoja nasi kupitia linki iliyo kwenye description ya video hii. Yapo mengi mazuri na ya muhimu utajifunza kuhusu pesa. Tukutane hapa hapa kwenye video.